Rais wa zamani wa Afrika Kusini, Jacob Zuma, ametoa ujumbe mzito wa kiitikadi na kihistoria baada ya kukutana na kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Ibrahim Traore, katika ikulu ya Kululuba mjini Wagadugu. Katika mkutano huo ulioelezwa na vyombo vya habari vya Burkina Faso kama wa kimaono na wa kihistoria, Zuma alimpongeza Traore kwa uongozi wake thabiti na msimamo wa kulinda uhuru wa kweli wa Afrika dhidi ya nguvu za nje zinazodaiwa kuendelea kuathiri bara hili. Zuma ambaye ana umri wa miaka 83, amekuwa mmoja wa wanasiasa wa kongwe wanaopigia debe fikra za Uafrika Pan-Africanism na kujitegemea kwa mataifa ya bara hili. Akiwa amewasili katika mji si mkuu wa Burkina Faso siku chache zilizopita, alihudhuria kongamano la kimataifa kuhusu uafrika lililofanyika Novemba 1, kabla ya kuelekea Ikulu kwa mazungumzo ya ana kwa ana na kijana huya anayewakilisha kizazi kipya cha viongozi wa Kiafrika wanaopinga ukoloni mamboleo. Katika mazungumzo yao wawili hao walijadili nafasi ya Afrika katika mfumo wa dunia unaobadilika, changamoto za kiuchumi na kijamii zinazoikabili, pamoja na umuhimu wa kujenga umoja wa bara kupitia sera huru zisizotegemea mataifa ya Magharibi. Zuma alisisitiza kwamba ni wajibu wa Waafrika kuchukua hatima ya bara lao mikononi mwao, akionya kuwa nguvu za zamani za kikoloni bado zinajaribu kuendeleza udhibiti kupitia njia za kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Kwa upande wake, Traore ameendelea kujipatia heshima na umaarufu mkubwa barani Afrika kwa kuhubiri misingi ya uhuru wa kweli, umoja wa bara, kuondoa utegemezi wa kisiasa na kiuchumi kutoka nje. Tangu kuchukua madaraka mwaka 2022, amekuwa akihamasisha sera za kujitegemea, ikiwemo kushirikiana zaidi na mataifa yenye misimamo ya kujitegemea kama Mali na Niger, ambazo kwa pamoja zimeunda ushirika wa Sahel ili kulinda maslahi yao ya kijamii na kiusalama. Ziara ya Zuma nchini Burkina Faso inachukuliwa kama ishara ya kuungana kwa kizazi cha zamani cha viongozi wa ukombozi wa Afrika na kizazi kipya kinachojitokeza. Zuma ambaye alishiriki katika mapambano dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi, apartheid, Afrika Kusini, anaona ndani ya Traore mwendelezo wa roho ile ile ya kupinga utawala wa kigeni na kupigania heshima ya Mwafrika. Wachambuzi wa masuala ya Afrika wanasema kwamba mkutano huu ni zaidi ya mazungumzo ya kawaida. Ni ujumbe wa kisiasa unaoashiria kuzaliwa upya kwa harakati za Uafrika, hasa wakati ambapo bara hili linakabiliwa na changamoto za ushawishi wa kigeni, vita vya kieneo na mapambano ya kiuchumi. Kauli ya Zuma kwamba Burkina Faso imeweka mfano wa kweli wa ukombozi wa Afrika imechukuliwa kama tamko la kuunga mkono vuguvugu vugu la viongozi vijana wanaojaribu kufufua ndoto ya umoja wa Afrika huru na dhabiti. Kupitia ushirikiano huu wa kiitikadi kati ya Zuma na Traore, inaonekana kama sauti ya pan pan-Africanism inarejea tena kwa nguvu, ikiimarisha matumaini kwamba bara la Afrika linaweza kujiamulia lenyewe bila kutegemea misimamo ya kigeni. Ouagadougou, ambayo sasa imekuwa kitovu cha siasa za kizalendo barani, imeendelea kuwa jukwaa la mijadala ya kimataifa kuhusu mustakabali wa Afrika mpya, bara linalojitambua, kujitegemea na kujiamulia hatima yake.